Karibu katika siku kumi za maombi za kanisa la Waadventista wa, wa Sabato ulimwenguni. Karibu katika somo linalosema kufunguliwa. Tunaamini kwamba Yesu anakuja hivi karibuni, hivyo mada kuu ya siku kumi za maombi za mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ni kumwalika Roho Mtakatifu abadilishe maisha yetu na ulimwengu wetu. Jiunge nasi tunapomtafuta Mungu kwa siku kumi za maombi, siku za uamsho, na tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Karibu kupitia Tumaini Moja TV. Karibu katika siku kumi za maombi, na leo ni siku ya kwanza. Mada yetu ya leo ina kichwa kinachosema mjue Yesu kama mwokozi wetu aliye hai na tutajikita katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, kuanzia ya kwanza hadi ya tatu. Na Biblia Takatifu inasema katika kitabu changu cha kwanza, ni Paulo anaandika, ewe Theofilo, niliandika kuhusu mambo yote aliyoyaanza na kufanya Yesu na jinsi alivyowafundisha wanafunzi wake, akionyesha kwao wa mwenyewe kuwa yeye ni mwokozi, tena mwokozi aliye hai baada ya kufunga kwake kutoka kwa wafu kwa muda wa siku 40 akiwafundisha mambo kuhusu ufalme wa Mungu. Katika Zaburi aya 119:105 anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. Mpendwa, katika siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya kufunga na kuomba, tunamjua Yesu kama mwokozi na anayetupatia uhai katika maisha yetu. Leo tunamwomba Mungu atupatie roho Mtakatifu ambaye atatuongoza kulijua neno la Mungu, sio tu kulijua na kuliishi katika maisha yetu ya kila siku. katika Matendo sura ya kwanza ya kwanza hadi ya tatu mambo ya fuatayo, tunajifunza: Yesu aliishi duniani baada ya kufufuka. Kumbuka Yesu baada ya kufa katika ile siku ya Ijumaa jioni, katika siku ya Jumamosi akawa kaburini, na ile siku ya kwanza ya juma, Jumapili, akafufuka. Maa tu baada ya kufufuka, yeye alionyesha kwamba yeye ndiye Mwokozi, yeye ndiye kielelezo ya kwamba licha ya kufa lakini amefufuka. Anatufundisha kwamba hata katikati ya mambo ambayo umemuomba Mungu yamekufa, lakini Yesu anapokuja ndani yake yanafufuka. Lakini pia alitumia muda wa siku 40 wa kuandaa wanafunzi wake kwa kazi ya kiroho na kushirikisha habari za njema za Yesu. Ikiwa Yesu aliwaandaa wanafunzi kwa siku 40 ili kueneza ujumbe wake wa kweli, ikiwa alitumia muda mwingi kiasi hicho, ni kwa manufaa ya wanafunzi. Lakini pia alifafanua maandiko yote aliyoelekeza na matukio yote ya wokovu ya kwamba atakufa, atafufuka na habari njema itaenda kwa mataifa yote wanafunzi walipata imani thabiti na uwezo wa kushuhudia matendo ya Mungu. Mpendwa, kifo cha Yesu na ukombozi wake ha -ha, siyo tu hadithi ya kufikirika, lakini ni, ni habari njema ambayo inafufua mambo mengi yaliyoshindikana maishani mwako. Mpendwa, mara ngapi Yesu alionekana kwa wanafunzi wake baada ya ufufuo? Unajua vitabu vinne vya Injili ikiwepo Mathayo Marko na Luka na Yohana, vyote hivi vimeandika Yesu kabla hajazaliwa, Yesu alipozaliwa na ukoo wake, maisha aliyoishi baada ya kubatizwa na hata alipokufa akafufuka. Kwa hivi vitabu vinatuingiza kutazama ya kwamba ni Yesu ambaye anafafanuliwa katika mazingira yake. Mathayo yye ya aliandika katika Mathayo 28 ya 20, alijitokeza kwa wanafunzi wake na wanawake akawasii kushiriki habari njema ya kwamba Yesu mwokozi amefufuka. Mariko naye aliandika Mariko 19 anasema aliwajulisha wanafunzi wake kuwa amefufuka na atakuwa pamoja nao. Ruka naye daktari akaandika Ruka 24:13 na 53 anasema alionyesha matukio kwa wanafunzi waliokuwa njiani kwenda Emaus, akiwafundisha maandiko. Yohana hakuwa mbali na yeye. Aliandika Yohana 20 ya 14, kuanzia aya ya 25, anasema aliwajulisha Tomaso na wengine, akathibitisha ufufuo wake na kuwapa amri ya kueneza Injili. Yesu kufufuka alikuwa na maana ya kwamba kuonyesha yeye amefufuka na kufufuka kwake kunafufua mambo mengi ambayo yalikuwa yamelala miongoni mwa wanafunzi na watu wote. Yesu alithibitisha uthabiti wake na uhai wake, akiwapa wanafunzi mani na ujasiri wa kushuhudia. Mpendwa, kuna wakati umekuwa na mashaka na hofu, lakini habari hizi njema za Yesu Mwokozi mwenye uhai, mtoa uhai. Kumbuka yeye alituumba kabla hatujaumbwa, yeye alishiriki ya kwamba na tumfanye binadamu kwa mfano wetu, alikuwepo kabla yake. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alitoka kwa Mungu. Pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo Yesu ni mwokozi wetu. Nabii Ellen G. White aliandika maneno haya: Yesu alitumia siku 40 kuandaa wanafunzi wake kwa kazi waliopewa, lakini alionyesha umuhimu wa unabii wa jinsi kilichotimia katika maisha ya kifo na ya ufufuo. Wanafunzi walipata maelezo ya kina ya maandiko ya kwamba aliahidi ya kwamba atazaliwa bibi itabidi mili muda mrefu ata, at, at, atazaliwa, atakufundisha, atakuwa Masihi, lakini baada ya hapo atasulubiwa msalabani, atakufa na baadaye watu watapata uzima wa milele. Yesu aliye hai siyo historia tu, yeye ni mwokozi wako, yeye aliye hai katika maisha yetu leo, sio tu hadithi za kawaida, lakini hadithi za mkombozi ambaye ya mambo yaliyofungwa anayofungua, mambo ambayo yameshindikana, wa wa, madaktari wameshindwa, watu wameshindwa, watu washauri wa wa, wameshindwa, lakini yeye ni mwokozi. Katika siku yetu ya kwanza ya maombi, kusoma na kuelewa maandiko kunatupa mwanga na mwongozo katika maisha yetu. Soma Biblia katika hizi siku kumi za kufunga na, na kuomba. Soma Biblia yako na Mungu atajibu mambo mengi yaliyofungwa. Ndiyo, mtazamaji, imani thabiti inatokana na kutambua kwamba Yesu ali hai ana nguvu ya kuondoa dhambi na kutupatia amani. Huenda una dhambi fulani ambayo imekushinda kwa muda mrefu, huenda unakosa amani, hauna amani katika maisha yako, ukiwaza jambo lile, ukiwaza hili, mambo yame yamekuwa tofauti. Habari njema ni kwamba yeye amefufuka, haleluya! Yeye amefufuka, ambaye anatoa amani kwa kila mtu. Maneno haya aliyeandika nabii wa Mungu anasema Imani ni kuona kila ambacho macho hayawezi kuona na kuamini kila ambacho mikono haiwezi kugusa. Umelala kitandani, amini ya kwamba umepona. Umekosa kazi, aamini umepata kazi. Jambo lako furahi, iliyokwama aamini litafungua. Katika siku kumi za maombi, mpendwa, mjue Yesu. Kumjua Yesu sio tu historia tu, bali ni mwokozi aliye hai. Soma maandiko kila siku na yeye atakutendea miujiza. Mpendwa, katika siku hizi kumi za maombi, na leo ikiwa ni siku ya kwanza, mtambue Yesu akiwa ni mwokozi katika maisha yako, na leo atafanya jambo la utofauti maishani mwako. Nikualike tupate kuomba. Asante baba yetu wa mbinguni, ahadi ya uwepo wa Roho Mtakatifu maishani mwetu ni ya hakika na ni ya kweli. Mtendee muujiza mtazamaji, mtendee muujiza msikilizaji, anaposikiliza ujumbe huu akavutwe kwako na changamoto zote, maswali aliyonayo juu yako akapate majawabu juu ya matatizo yake, ni katika jina la Yesu Kristo, amina.